Hey, mambo vipi? Nimepokea hili swali kwa moja ya mwenzetu katika sehemu ya comment katika moja ya video zangu kwa nyuma nilizotuma hapa katika channel yangu ya YouTube. Hivi wifi gani ama router gani mbora, ni bora kati ya Tigo ambayo ni kwa sasa, Airtel, Voda ama Halotel? Ni sawa, wacha tuweze kuchambua na kujibu swali hili ili sote tuweze kufaidika kupitia video hii. Kwanza nataka niseme kuwa hakuna wifi ama router ambayo ni best kwa watu wote. Kila mtu ana kitu chake ambacho kinampendezesha na kinafaa kwa pale ambapo alipo. Kupitia video hii nitakupatia vigezo ambapo kupitia vigezo hivi utaviangalia katika hizo router na vitakupa majibu router gani ya kuchagua. Utakuta mtu mwingine anasema router ya Airtel ni nzuri kuliko ya Yas, mwingine atakwambia ya Yas ndio bora zaidi kuliko ya Voda ama ya Airtel. Kwa hiyo mimi sitaki kujibu direct swali hili kwa sababu jibu lake halipo direct. Kuna vitu ambavyo vinafanya hiyo router ama hiyo wifi kuwa bora sehemu hiyo ama kwa mtu huyo. So hivyo vigezo ambavyo unahitaji kushana wewe ili uvizingatie na kujua router gani ni nzuri ama wifi gani bora, ya kwanza ni speed na stability. Angalia router gani inakupa wifi nzuri yenye speed na haikati mara kwa mara. Hapo unakutana na router ama wifi kama ya Airtel na Yas wamekuwa wakishinda katika area hii ya speed na stability, kwa sababu unakuta network ya Yes na Airtel ipo sehemu kubwa sana ya nchi. Lakini pia kuna issue ya coverage. Unakuta katika mtaa huu uh, router ama wifi ya mtandao fulani ina kasi zaidi, lakini ukenda mtaa huu network yake sio nzuri, kwa hiyo ipo chini, kasi yake ipo chini. So unakuta hapo kuna hiyo situation unatakiwa uizingatie, pale ambapo upo network gani inapanda vizuri. Pia katika upande wa price na package, linganisha bei na data ambayo unaipata so hakikisha unazingatia pia ishu hii, ili kuweza kutambua router gani ya kwenda nayo ya kutumia. Pia ishu ya customer support ni muhimu pia kuweza kuzingatia, pale unapokwama, unapokuwa na tatizo, unapata kwa msaada kwa haraka, kuna maduka karibuni na hapo ulipo inakuwa rahisi kwako kuweza kutatuliwa shida yako, customer service wapo active. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuviangalia, ukaona basi router gani ya kuchagua, wifi gani ya kutumia. Kuna sababu nyingi pia, lakini pia vitu hivi kama mm -hmm. nilivyotangulia kusema jibu halipo direct. Umeona, unakuta mda mwingine unachukua router yako unatumia maeneo ya mjini inafanya kazi vizuri, unapopata uhamisho sehemu hiyo iliyopo, ukaenda sehemu ya nje kidogo, pengine network ya mtandao huo sio mzuri huko, unakuta router inaanza kudorora, haifanyi kazi vizuri, wifi haina spidi, inakata kata na masuala kama hayo. Lakini pia wengine unakuta miundombinu yao mibaya, unakuta wengine bei zao ziko juu sana. Sasa kuna sababu tofauti tofauti ambazo labda ili kuweza kupata basi majibu ambayo yatakuwa ni direct mazuri waulize wale ambao wanatumia hilo eneo lililopo kama mtu anatumia Airtel ikoje, eh, pakeji zake zikoje? Je, spidi ipo vipi? inapanda vizuri hi katikati pia. Lakini uulize wale ambao wanatumia Yas Voda Halotel, utaweza kupata majibu. Utakapoona router fulani unajiridhisha majibu uliyopata na ni nzuri kutumia na kwako pia, unaweza kuchukua router hiyo. Mimi majibu yangu ni hayo katika swali hilo. Kama na wewe una jibu la kumpa mwenzetu huyu na ona, ona ona kuna kitu cha kushea pamoja katika kuchagua router ambayo itakuwa ni bora kwa matumizi yake basi share katika sehemu ya comment tuweze kufaidika sote kwa pamoja. Asante sana, like video hii tuendelee kuwa pamoja katika kujifunza na kushea maarifa kupitia channel yangu ya YouTube Muhammad Hafidh lakini pia tuendelee kuwa pamoja katika social media. Nipo na account zangu mbalimbali TikTok, Instagram, Facebook kote huko unaweza kunipata tuendelee kuwa pamoja na kuendelea kukua na kujifunza pamoja. Asante sana, sana. Hakikisha hauondoki bila ya kulike video hii na kushare ama kurepost. Asante sana, sana.